Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale oh, Raila ameenda kwa Ruto ametowacha. Mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema, mimi ni baki, msimamo wangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi, mpaka zalivyo, mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote uliona mwaka... ile nyingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO, wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta sheta. Baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, Jenz wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena. Wakapiga na hao watu. Wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto, wengi waliuawa, hayote yakawa pale, wakaleta watu wa jeshi Wakatetemeka. Baadaye sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana na kuunda serikali mpya.